Na sisi tumejitoa sadaka dhabihu kabisa kuifanya kazi hii. Jambo tunalolidai ni jambo jema mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kudai kwamba tunataka uchaguzi wa haki, kudai kwamba hatutaki watu wauliwe, majeshi polisi wasi, wasiwe sehemu ya uchaguzi na wasi, wasituingilie wanasiasa kwa uzoefu wa matukio na mauaji yaliyotokea. Kuyadai hayo haijawahi kuwa uasi, haijawahi kuwa fujo, haijawahi kuwa fujo. Mtu anayedai haki na niwaambie, ni kweli, mtu anayedai haki anakuwa amesimama upande wa Mungu, amesimama upande wa Mungu. Maana Mungu ni Mungu wa haki. Sasa fedha ambazo Watanzania ametuchangia, sasa hapa nitatoa jumla ya fedha zote, natoa taarifa rasmi. Jana usiku tulishauriana na mwenyekiti wa kamati ndogo ya, ya kamati ya fedha Mheshimiwa God bless Lema na alikuwa na yupo njiani eh, kutoka eh, kusini Songea amepita Arusha, na nadhani eh, kesho kesho kutwa atakwepo Dar es Salaam. Kwa hivyo tukawa tumepitia taarifa hii kwa pamoja, na hivyo nitoe taarifa rasmi sasa. Ya mpaka kufika jana jinsi ambavyo Watanzania mmetuchangia fedha hizi, ndizo zimeendesha operation Nyasa. Fedha hizi ndizo ambazo zimeendesha operation Kusini. Tumepokea fedha kesh kabisa, unahesabu hivi, na tumepokea vitu kama ambavyo nimevisema, vitu malazi, chakula, mafuta ya magari na fedha taslimu. Kwa operation yote 100% imeendeshwa na tonetone tone. 100% imeendeshwa na watanzania waliochanga elfu moja, elfu moja, elfu mbili Sasa nitoe taarifa rasmi ya fedha za tonetone kesh taslimu ambazo zimepokelewa katika mifumo, eh, tulio wa washirikisha Watanzania mpaka kufika jana account yetu ya chama NMB account benki ya NMB paka kufika jana. Mpaka kufika jana tumepokea shilingi milioni kumi na tisa laki saba na kumi na saba elfu mia tisa sabini na moja kwa njia ya Watanzania kuweka matone yao kwenye benki ya NMB. Tumepata milioni kumi na tisa laki saba kumi na saba elfu mia tisa sabini na moja kwa njia ya M-Pesa, ile namba yetu maarufu sana ya Mpesa, hiyo namba ni 0744446969, ambayo jina linasoma Chadema HQ. Paka kufika jana Watanzania wametuchangia milioni 71,487,831. Watanzania wametuma tone tone mpaka tone. Tumepata kiasi hiki ambacho nimekitaja kwa njia ya Mpesa digital huu ni, ni, ni, ni mfumo tulioutangaza ya kwamba unalipa na inakuwa kama unalipa bili. Watanzania kwa njia ya Mpesa lipa bili wamechanga milioni kumi na moja na laki tatu, milioni kumi na moja na laki tatu kwa njia ya Airtel Digital, lipa bili kwa njia ya Airtel. Watanzania wamechanga milioni moja laki sita thelathini na tatu mia tatu arobaini na tatu. Hii ni kwa njia ya Airtel lipa bili. Kupitia account yetu ya CRDB Bank, Watanzania wamechanga shilingi laki tisa ishirini na nane elfu mia nne na tisini. Kwa hivyo jumla ya mpaka kufika jana fedha ambazo tumezipata, and we are so much proud kwa jinsi ambavyo Watanzania wametutendea. Haya katika pesa hizi Watanzania wamejikomiti kwamba malipo yao yawe ya kujirudia. Kwa hiyo ukiona ninataja hivi, ujue maanake mwezi ujao kuna sehemu kubwa ya fedha hizi zitajirudia, wanakatwa moja kwa moja. Kwa jumla ya fedha yote ambayo tumechangiwa ni shilingi milioni mia moja na tano elfu sitini na saba laki sita na thelathini na sita. Hizi ndizo fedha ambazo Watanzania wamedondosha matone matone, ikaleta bahari kubwa, kimbunga cha namna hii.